Kufuatia taarifa ambazo zimesambaa mtandaoni kwamba mheshimiwa Tundu Antipas Lissu hayupo katika gereza la Keko na kuzua taharuki mbalimbali, na huku jeshi la magereza nalo linasema kwamba halijui kama yuko wapi uh, Tundu Antipas Lissu, labda anayejua ni mkuu wa gereza la Keko. Uh, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimeamua kutoa taarifa yake kwa umma kupitia mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama hicho Brenda Rupia, ambapo taarifa iliyochapishwa leo tarehe kumi na nane Aprili elfu mbili na ishirini na tano inasema kwamba tunataka kujua alipo mheshimiwa Tundu Lissu. Taarifa hii inasema: Leo Ijumaa, Aprili 18, mwaka elfu mbili na ishirini na tano naibu katibu mkuu Zanzibar wakili Ali Ibrahim Juma, mawakili, familia na wanachama kwa nyakati tofauti wamefika katika gereza la Keko ambako uh, mwenyekiti wa Chadema mheshimiwa Tundu Lissu anashikiliwa. Hata hivyo Juhudi za kumuona Mheshimiwa Lissu hazikufanikiwa baada ya kuelezwa kuwa hayupo uh, katika gereza hilo. Cha kusikitisha ni kwamba hawakupewa maelezo yoyote rasmi juu ya alipokuwepo ama alikopelekwa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Taarifa hii inaendelea kwa kusema kwamba Chadema tunalitaka jeshi la magereza mamlaka husika na vyombo vya dola kutoa taarifa wazi na za haraka kwa umma kuhusu mahala alipopelekwa mheshimiwa Tundu Antipasi Lissu. Iwapo bado anashikiliwa katika gereza la Keko, ni haki ya familia, viongozi na wanachama kumuona. Ni haki ya msingi ya kibinadamu na kikatiba imetolewa leo Aprili 18 25 na mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kusainiwa na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uwenezi. Na baada ya taarifa hii pia, wanaharakati mbalimbali wameendelea kueleza umma kwamba uh, jambo hilo limejitokeza hapo Keko jijini Dar es Salaam na kwamba uh, Mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema bwana Tundu Lissu aonekani katika gereza hilo, na taarifa zilisambaa kwamba kulikuwa na magari ambayo yalienda kumchukua eneo hilo na kuondoka naye, ambako mpaka sasa bado haijajulikana kwamba bwana Tundu Lissu yuko wapi na je, yupo katika mikono ya nani? Kama hayupo Keko, yuko wapi? kwa sababu dunia nzima inajua kwamba mpaka sasa mheshimiwa Tundu Antipasilisu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema anashikiliwa katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam. Tuendelee kusubiri kujua ama kuona labda serikali itatoa taarifa kwamba bwana Tundu Lissu yuko wapi na yuko katika hali gani. E, macho ya Watanzania wengi, macho ya wafuatiliaji wa siasa za Tanzania ndani na nje ya nchi ya Tanzania yanaielekezea Tanzania kufahamu nini ambacho kinaendelea kuhusiana na mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye ni wakili maarufu sana duniani, lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema chama kikuu cha upinzani katika nchi ya Tanzania. Je, swali linabaki pale pale. Je, Mheshimiwa Tundu Antipasi Lisu yuko wapi? Bado yupo katika gereza la Keko jijini Dar es Salaam au amepelekwa katika gereza lingine nchini Tanzania, huku taarifa zingine zikidai kwamba huenda labda atakuwa amepelekwa katika uh, mkoa wa Singida ambako ni kwao, na baadhi ya wanaharakati wanashauri kwamba ni vema Tanzania ikaacha kuwashikilia wapinzani katika magereza ya Tanzania, bali wakafuata labda angalau nyayo za uh, watangulizi wa watawala wa Tanzania akiwemo Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusiana na kuwashikilia wapinzani wao wa kisiasa kwamba wanaweza kuwa wanawapeleka ngalau kuwa detention, yani unapelekwa katika wilaya yako au katika mkoa wako, usitoke huko mpaka pale ambapo wataamua wao watawala kwamba utoke. Amala, hii ni taarifa kuhusiana na Tundu Antipas Lissu kwamba hayupo katika gereza la Keko hivyo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimetoa taarifa kwa umma kwamba wanahitaji mamlaka ya gereza la Keko ama magereza kwa ujumla nchini watoe taarifa alipo kiongozi huyo wa kisiasa ambaye anashikiliwa katika gereza hilo kwa taarifa zile za awali, tofauti na sasa, ambapo inaonekana kwamba ni kama ameondolewa katika gereza hilo. Tuendelee kusubiri na hii ni Nyikani Online TV.